Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum inasimamia kutekeleza sera zilizo chini, chini yake pamoja na sera nyingine mtambuka ambazo zinagusa jamii kwa ujumla wake sambamba na makundi maalum katika jamii ambayo ni pamoja na wazee, wanawake, watoto na wafanyabiashara wa ndogondogo. Utekelezaji wa sera za serikali kwa msingi, msingi uchanya, wataramu, wa kuwa na matokeo chanya unategemea sana wataalamu wa maendeleo ya jamii waliopo katika jamii zetu. Wataalamu hawa wamekuwa nyenzo muhimu kwa kuamsha ari ya jamii kujiletea maendeleo, kuhamasisha jamii kushiriki katika utatuzi wa changamoto zao, na kubadili fikra za jamii ili kuondokana na dhana potofu, kwa utekelezaji, kwa uendelezaji mila na desturi chanya zinazokukuza haki na usawa wa maendeleo jumuishi na endelevu. Ndugu wa shiriki, serikali kwa kutambua umuhimu wa wataalamu wa maendeleo wa jamii imeendelea kutafuta utatuzi wa changamoto zao ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi zaidi. Katika hili Wizara imekuwa pikipiki na leo hii inakabidhi pikipiki nane kati ya pikipiki ishirini na nane zilizonunuliwa kwa ajili ya kuimarisha utendaji kwa ngazi ya kata, halmashauri zilizopata muda huo kila ko kimbili Mwesta Sumbawanga, baa Kalambo, m na Nkasi iliosherek serikali kiwaa jamii imekuwa ikihamasisha jamii kuanzisha na kujiunga katika vikundi vya kiuchumi kama vile VICOBA, SACCOS na pia utapokea fursa za kiuchumi zilizoko ili waweze kuwa na shughuli ya kujipatia kipato na kujipamua kiuchumi. Aidha, maafisa maendeleo ya jamii wamekuwa kiunganishi kikuu katika jamii kwa kuhakikisha inaelewa na kuelewa pasavyo elimu inayotolewa kwao. Kwa msingi huo pikipiki piki hizi zikitumika vizuri kama ilivyokusudiwa, zitaimarisha kazi ya kutoa uelewa kwa jamii kati ya kufikia fursa mbalimbali zitakazopelekea uboreshaji wa shughuli zao za ujasiriamali. Ndugu washiriki, ni matumaini yangu kuwa pikipiki piki hizi ambazo Serikali imenunua zitakuwa nyenzo muhimu katika utekelezaji wa majukumu ya kila siku ya maafisa maendeleo ya jamii. Zitawezesha kufika kwa urahisi katika vijiji vya mbali, kuongeza kasi ya mawasiliano na jamii, na kuboresha ufanisi wa kazi zao za kila siku. mto wangu e makwawa ni kuhakikisha pikipiki hizi zinatunzwa na zitumike kwa kazi na malengo yaliyokusudiwa, katia kuhudumia jamii. Labda niongeze neno lingine hapa, kwamba tunasistiza kwamba zitunzwe, lakini hata watumiaji wavitunze. Wote tunafahama ngala ya pikipiki, pikipiki ni nzuri, tunasiona kini pikipikii zilzza bodaboda naza kwetu serikalini, manake ni zile zile ketakakalini sana. Tunaomba hivi vyombo mvitunze, naiye mnaendesha mjitunze.